Familia ya Mama Kizimkazi hapa visiwani Zanzibar ikiongozwa na dada yetu kipenzi Wanu, usiku huo imeonyesha upendo mkubwa sana kwa kijana wao mpendwa Mbosso Kan kumsurprise hapo Kizimkazi Zanzibar baada tu ya kuingia kwenye siku yake ya kuzaliwa. Sisi kama familia ya Kan Music tunashukuru kwa surprise hii. Mungu abariki sana. Happy birthday Mbosso Kan <coughs>